Huenda familia msichana ya msichana wa miaka tisa aliyenajisiwa na kunyongwa na washukiwa wawili wanaume katika kaunti ya Kakamega ikapata haki baada ya mahakama kutoa amri ya kufukuliwa kwa maiti ya msichana huyo aliyezikwa miaka mitatu iliyopita, kikosi maalum cha uchunguzi kikipata nafasi ya kuchukua sampuli za kuendesha uchunguzi. Huyo hapa Brenda Wawire akizungumza na wanahabari kwenye eneo la tukio katika kijiji cha Shikoti wadi ya Butsotso mashariki eneo bunge la Lurambi kaunti ya Kakamega, kamanda wa polisi kanda ya magharibi Isa Mahmud amesema kuwa kipimo cha DNA kitasaidia katika uchunguzi na kufanikisha kuwafikisha washukiwa mahakamani.

Kulingana na wazazi wa marehemu aliyetendea unyama huo mwezi wa saba mwaka elfu mbili ishirini na mbili akiwa miaka tisa tu, wanadai hawakuridhishwa na hatua ya matokeo ya uchunguzi dhidi ya washukiwa ambao ni wanafamilia hiyo. Sasa ripoti ya kwanza ilionyesha kwamba mtoto alifungwa mdomo, mapafu ya kupumua ikapasuka, fungwa mdomo na mapua na akarepiwa hizo vipimo zikatoka, lakini sasa wale washukiwa vipimo zao ilikuwa zitoke, lakini hawakupeana hizo vipimo. Hizo vipimo ilikuwa zitoke ziende Kisumu ziangaliwe zirudi, zileta matokeo, lakini zilienda Kisumu, alienda nazo hakuregesha mpaka wasasa. Tukaenda kwa ofisi ya huyo askari alikuwa anafanya hiyo kesi, akanituma, nikuja na mama. Kesho yake tukaenda na mama tukashinda hapo kutoka asubuhi mpaka saa 8, tunapiga simu hashiki na haji sasa tukashindwa sisi, tukakuja tu nyumbani, tukaendelea tuna maisha ya kawaida, lakini ni uchungu ile. Wakati nilikuwa nakana mtoto nyumbani, nikatoka nikaenda nika, nikaenda nika kuchukua birth certificate za wenzake watoto wangu walikuwa wanne, alafu nikawacha mtoto msichana Kesi hii imekuwa ikifuatiliwa na jirani wa mwasiriwa, jaribio lake la pili likizaa matunda baada ya maafisa wa DCI kutoka jijini Nairobi kuasili eneo hilo kwa ajili ya kufukua mwili na kuchukua sampuli ili kufanyia uchunguzi upya. Brenda Wawire, West TV, kutoka Shikoti, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega.